Na, na, kama kawaida sasa tumalize na mizengwe, ambapo ajali iliyotokea eneo la Mutarakwa kaunti ya Kiambu iligeuka kioja baada ya mmoja wa walioshuhudia kuelezea yaliyotokea kwa ucheshi wa aina yake. Naye Rigathi Gachagua ameonekana kurejea kwa kishindo kwenye ulingo wa kisiasa baada ya kimya cha muda mfupi, ila siasa, ama sasa, amewaacha ha, na kuwachamba na kuwaacha hoi baadhi ya viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya. Wiki hii kwenye mizengwe, ajali eneo la Mutarakwa kaunti ya Kiambu iligeuka kuwa kiburudisho baada ya mmoja wa aliyeshuhudia ajali hiyo kueleza yaliyotokea kwa ucheshi akiwaburudisha watu katikati ya mkasa. Mimi nilikuwa nimeolit pale, walai, nimetulia hivi. E, gari imeshuka, wallahi mimi nashindwa kwani watu wako na magoeni. Imeshuka, imeshuka, alafu kukuja hapa hivi, mimi hadi siko nadhani itapita hizi, mamaye, nilikuwa nadhani itagonga hapa, ingeingie mjamaa amepiga breki briki, briki ifinyiki Eti unasema yale yaliyofanyika hapa kwa mara nyingi wengi wameona tu kwenye filamu. Kwambia ameenda kama amepanda, si mnaona amepanda. Amepanda jo. Amepanda jo. Wetu tunaonanga kwa movie, leo tumeona live live. But kama kungekuwa na bump pale, sasa ile angefunga brake, sasa angejua hata kama lori imepoteza brake, angejua venye atafanya. Sasa unajua anakuja kulialize hapa haina brake. Sasa nyayo imepita. Hayakuishia hapo. Shuhuda huyu aliendelea kusimulia tukio lingine kama hilo, mara hii akiwa na ujumbe kwa serikali. Tutuweke highway, wache kutuwekea mabam, bam bado gari taruka. Ai, abadi kulikuwa na klabu beste. Unaona klabu? Gari lilikuja kai, imeingia klabu. Klabu imeingia. Na kuna watu ndani, una wallet, hadi una makao. Hey, hey, haya basi, tugeukie mengine. Baada ya kuonekana kusalia kimya kwa muda, Riggy G sasa amerejea kwenye anga za siasa. We are in trouble because we elected Tugege to the National Assembly and the Senate. That is why we are in trouble. Hapa akitaja kwa majina na kuonyesha kutoridhishwa kwake na baadhi ya viongozi wa maeneo ya Mlima Kenya akiwalinganisha na viongozi wa maeneo mengine ambao anasema wako mbele kimasomo. If you look at Raila's team, James Orengo, Otieno Kajwang, late Omoro, Atiende Edwin Sifuna, Stewart Matier, Catherine Muma, Millie Odhiambo, the bad girl Ochieng' and Babu Owino. Great mites. Great mites. Thenni nyinyi muna nipatia kawanjiko wa matinga wa makeki eh? Eh? James Mwangi, makala ya mizengwe.